Hapana bosi, ili dume lina uwezo wa kupanda hata majike sita tofauti tofauti, kwa siku hii moja. Uwezo kamini bosi, huh? yeah. Kiwango? talifanyia kazi nitalifanyia yeah. kazi. Sikiza nikwambie Yaani ndani hautotoka na kama kazini tutaenda ute. Sii, pole shuga yangu. na shida shia a wewe, kuna mwanaume kapita mpaka nimeenda machini. Mwanaume atakupa kila unachotaka, ila habari yake shogha yangu ni hatari. Yaani utakula nachotaka rafiki yangu, lakini ni wamoto kago makwenda mara hivi, yani ukitoka hapo, eh, kwa sababu yangu hiyo ndio kujifichia. Ah, mimi nachoka sasa kila siku. uh -uh. hmm. Ah, ah, kweli upele umoto sio? na ukucha yani kuna sisi hapo tunaohangaika na kuambiwa na mume zetu wapo hapo tu ndani hawaeleweki. Afi nimepata bahati, tulichezea bahati. Shoga yangu, eti unachoka na kila kitu unapewa. Shoga yangu, mimi wanaume kama wao ndio nawataka. Hebu nikutanishie naye. <inaudible> <JejuThat> <inaudible>

kwa kuwa mimi nilikuwa sitaki kuonana naye. Shoga yangu, nitafanya juu chini, nikutanishe naye like <laughs> right <on> <laughs> auna bayahasamaanake sasa, muda utaenda dobi mkubwa yaani mm. Mimi mwenyewe ambapo upo nalalamika kila siku na mimi mm. Moyo wangu na niuma mm. So kama anapenda nikuone mamangu na lalamika sasa mm. Nami nakuahidi kuanzia leo hii mm. Nabadilika, naacha kabisa kila kitu, nabadilika. Kweli mwanangu? Ntafurahi eh. Sana mwanangu ukibadilika. Sama badilika mwanangu kwa sababu ya mambo mnaofanya eh. Hata Mungu hapendi samu. Sawa. Mungu hapendi kabisa, mna kaba watu, mnaumiza watu hmm? Eh, na ukiendelea kuvuta haya mabangi, mwisho wako utakuwa mfupi wa kuishi mwanangu eh. Najua bimkubwa hmm, anachosema mzazi hmm, inabidi mwelewe. Kweli nimebadilika eh, ndomana sasa si una mkeka bimkubwa? Mkeka upo mwanangu hmm. Afu mimi atandika uko nyuma hmm. Muda ukifika narudi kwangu sawa. Kesho nakuja huku nikiwa natafuta kazi ya kufanya. Tashukuru sana mwanangu e. Mkubwa mke, kwani mkeka wenyewe si upo hapo? Mkeka huko pale ndani, tuangalie pale ndani. Sabuni nishatengeneza nimeshazituma, nafikiri baada ya dakika mbili zitakuwa zimeshafika hapo. Nashukuru sana ndugu yangu kunishika mkono, Mungu akubariki sana. Aya, asante. Aya, haya, haya. Umeamka mwanangu? Ah, mwanangu mh Mwanangu, si unaona mwanangu, ulipopendeza napendeza mwanangu. Endelea hivyo hivyo, endelea hivyo hivyo mwanangu, umependeza. Sasa ni mkubwa. Nipo na njaa, unisaidie buku tu ende kama juisi. Alafu mimi haina shida mwanangu, sitaki kabisa mapombe mimi, nataka juisi. yeah. mama tena na mtoto wa kiume sasa. Sachukua chukua hii yeah, hela yeah, ah ukanunua unachotaka kununua. Naona msimba azee eh ah kitu chenye kundu tembo mmm, ah sasa umesema yeah, unaenda ah, kununua juice, anaenda kununua juice, anaenda kanunue sasa eh ah kanunue sasa, unudishie chenji, kanunue mboga ya jioni. Ah, Unajua dadako sasa hivi anarudi kutoka shule. A ah, ah, Anaenda kanunue sasa na tuje tufanye mambo mengine ya jioni. Ah. Sabi mkuu basi acha niende. Haya mwanangu. Nitakuwa mtumishi mimi. Sana mwanangu. Eh. Mwalimu babako mwenyewe alikuwa mtumishi wa Mungu. Ah, sio? Eh. Nishika babangu na sasa. Haya. Uwai dadako iko njiani , mwanangu. Haya mkuu basi. Haya mwanangu. hata ulivorudi mwanangu. Kwa nini mama? Ili nikamfuatilie kaka yako huko kwake. Mama, mimi nimechoka bana. Usichoke mwanangu, nimempa hela muda mrefu sana. Sema wewe unampaje una hela? Nimeshinda naye hapa toka asubuhi, akawa nalalamika njani kampa elfu kumi. Alitaka juisi, sasa ni muda umepita, hajarudisha chenji hapa. Mama, unajua kabisa mwanao ni teja alafu unakuja unampa hela, alafu wewe... Usimwite kakako teja, Yule ni kakaako, amebadilika yule. Lakini mama, teja ni teja, hawezi kubadilika. Nakwambia usimwite kakako teja, yule ni kakako. Hebu nenda kamwangalia kule nyumbani kwake. Mama, lakini mimi nimechoka ah. Usichoke mwanangu, nenda kamwangalia huko kwake, ndio hela jioni, nisina hela nyingine Kasam. Kwa kasam. Kasam. Yaani mimi nilijua kabisa sitamkuta. Sio ndo kaenda hapa? Wewe unamkonyesha nani? Afu tu wengine bwana. Vitoto vidogo. Esi, mtoto mdogo, nipe hela, alafu utajua kama mimi mtoto mdogo au mkubwa mwenzio. Watoto elfu mbili wana matatizo sana. Yani, bora hata nimekukuta mama, kanituma chenji yake. Aya, amekutuma chenji, nimetumia sasa, kumwambia nini mama? tumsimajiongeze mimi nimetumia anibapese nganwejwisi sasa nimenua juisi ya fichenji lobaki, nimenua kitu hiki. Hii kitu nimenua ujui, hii ndio ya kula usiku hiyo? Eee, alo sto ndo mefanya ni nunua hiki kitu, alo sto, alo sto ndo nini? Sikize mdogo wangu wewe ulipokuwa mtoto wakati unasoma kipindi kile, siko napenda sana michezo fulani nacheza shule, ndio sasa kutoka shule ka nakuja nyumbani, nanikuta mi pale kibarazani nimekaa, alapo nakimbilia ndani. Ulikuwa unaenda kufanya nini? Kunywa maji au kunywa maji e. Kwa sababu gani? Kwa sababu nakuwa na kiu, kiu, mm. Sasa hii kiu ndo ya losto ambayo imefanya mi ninunue hiki kitu. Wako themes... kama mimi tena kumwambia nini mama? Utajua mwenyewe wewe wenenda utajua cha kumwambia jongeetajua mwenyewe. Mimi nimetuma chenji unaleta chenji ya watu. Kijana. Wewe kijana. Wewe subiri hapo. Vijana subiri. Mwasemaje? Sio, unasemaje? Sikiliza, mke wangu amekuja kudai kodi, umemjibu hovyo, tena umemjibu utumbo kabisa. Mke wako hey, unauliza haujamuona mke wangu sasa? Sikiliza, unaona huu mjengo hapa, zimenunuliwa simenti hapa, huu mjengo umegharamiwa. Hamna mtu anaokaa bure kwenye hii nyumba. Sasa basi, nakupa siku hizo mbili utoe vitu vyako kwenye nyumba yangu, sawa? Au nakupa siku hii moja utoe nyumba yako niache vitu vyako. Yeah. Sam, mwanangu. Bibi mkubwa umeanza tena, baba. Ah, nimetoka kugombana na baba mwenye nyumba hapo. Kwa nini unagombana na baba mwenye nyumba hapo andaye nyumba yako dini kwa hiyo anasema nilipe kodi, anadai kodi kila siku, nalipa kodi. Unapoishi kwenye nyumba ya mtu Ae, ni lazima ulipe kodi wewe. Utakaje kwenye nyumba ya mtu bila kulipa hela? Na yeye amenipa siku mbili nitoe vitu vyangu nimwachie nyumba yake, na mi nimempa siku moja atoe nyumba yake aniachie vitu vyangu mimi Unapoishi kwenye nyumba ya mtu, aha, ni lazima utoe kodi mwanangu. Utakaje kwenye nyumba ya mtu bila kulipa hela baba? Bibi mkubwa na wale wale, suti moja fundi tofauti. Eh.